E, tuko makao makuu ya kanda ya Nyasa e, maalum kwa ajili ya kuzungumza na umma kupitia nyinyi. Tumewaita kuwajulisha wanachama na umma ziara ya viongozi wa kitaifa kwenye kanda ya Nyasa. Ziara hiyo itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ataongozana na viongozi wote wa kitaifa kwa maana makamu wake, katibu mkuu na kadhalika ni ziara maalum kwa ajili ya uzinduzi wa operation za chama ikiwemo no reform, no election ambayo mmekuwa mnaisikia, na madhumuni yake ni nini? E, pia kuna operation stronger together tgeha mm -hmm. kwa ajili ya kukiweka vizuri chama pamoja na operation ya tone tone kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji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 wa hadhara kuanzia saa tisa pale pale mjini Tunduma. Tarehe ishirini na nane mwenyekiti atakuwa Momba saa tatu asubuhi mpaka tano mchana, vuawa saa sita alasiri mpaka saa nane jioni. Na jioni hiyo tarehe 25 Machi mwenyekiti atamalizia mkutano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 Atakuwa Kiela, makamu mwenyekiti asubuhi atakuwa na kikao cha ndani e, na mkutano. Tarehe 24 hiyo hiyo atakuwa Busokelo, atafanya mkutano wa kusalimia kuanzia saa saba mchana mpaka saa tisa. Tarehe 24 nne hiyo hiyo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 na jioni baada ya kutoka jimbo la Wangi ng'ombe e, makamu mwe, mwenyekiti atakuwa atawasili Njombe majira ya saa kumi na kuingia kwenye kikao cha ndani. Tarehe ishirini na sita e, makamu mwenyekiti atafanya mkutano wa hadhara Njombe mjini saa nne asubuhi mpaka saa saba mchana ambapo